Siwezi kumtupa mwanangu, siwezi kumterekeza kwa matajiri. Ni Zulfa Hamisi, mwenye umri wa miaka hamsini na moja kutoka Chang'ombe mkoani Dodoma, akiomba msaada kwa Watanzania baada ya binti yake Amina, mwenye tatizo la kichwa kikubwa kwa zaidi ya miaka kumi na moja kushindwa kuendelea kupata matibabu kutokana na hali kuzidi kuwa mbaya. Madaktari wamemweleza kuwa maji yamejaa kwenye ubongo wa mtoto na hatua za kitabibu zimekuwa changamoto kufanyika. Kutokana na hali hiyo, Zulfa anafikisha kilio chake kwa Watanzania wote, akihitaji msaada wa matibabu ya juu, bima ya afya na mahitaji muhimu kwa ajili ya Amina ili kuiokoa nafsi yake. Niliomba msaada kwenye makanisa, kwenye misikiti nikapewa msaada, nikaenda Muimbili akafanyiwa operesheni. Amefanyiwa operesheni karibu mara tatu Muimbili. Lakini tatizo bado Amina, na miaka kumi na moja hatembei, hakai. Kwa kweli ni mara kwa mara mimi huwa nalazwa hospitali kwa sababu homa za mara kwa mara. Naomba ndugu zangu munisaidie. Kama na Rais unanisikia, mamaangu, dadangu, naomba unisaidie. Miaka kumi na moja nimepitia changamoto nyingi sana, nakuomba mnisaidie. Ndugu wa Tanzania wote mnisaidie, kwa sababu hata chakula saa nyingine tunakosa. Naomba mnisaidie hata pa kukaa. Naomba mnisaidie kitu kikubwa kabisa niko naomba bima ya afya. Dokta alinihita akaniambia kwamba Amina hatafanya chochote kwa sababu maji yameingia sana kwenye ubongo. Rais, siwezi kumtupa mwanangu, siwezi kumterekeza kwa matajiri. Mi ni kweli, Mungu alinichagua ni maskini, lakini alinipa mtihani huu na nitavumilia. Naomba mnisaidie, ndugu zangu, napata changamoto nyingi sana, saa nyingine hata hela hospitali na kwa sina, inabidi niingie msikitini, kanisani ndio nipate pesa ya matibabu, inatakiwa ale, kwa sababu sina kazi yoyote. Machozi haya yangu usiku na mchana saa nyingine sitamani kuishi kiukweli, mateso nayepitia. Watoto tu wale wanatakiwa wale, yule anatakiwa aende shule, maana kuna mahitaji mengine hata ya shule. Nilienda kwa kweli kwa walimu waka, nikawaambia nikawaeleza, kwa kweli walimsamehe huyu mtoto ambaye yuko form 1 sasa hivi. Ndugu zangu, naombeni mnisaidia. Umri wangu mwenyewe unaenda sasa, nimesha kuwa mtu mzima, siwezi kujua Mungu ataniweka hadi lini na kunipa huyu mtoto. Mungu mwenyewe ndo anajua, nguvu zangu zitaniisha. Kama Mungu bado ananiweka na huyu mtoto, nipata hata sehemu ya kukaa tu, ila ni mleu mwanangu, aliwahi kupewa baskeli lakini ile baskeli alishindwa, kwa sababu akikaa, nani kichwa kina nani, kinatumbukia, kwa sababu kichwa, akija mishipa haijakaza ya shingo, labda nipate, kuna baskeli ambazo zinabana huku na miguu, ili, isa, na miguu labda, zile labda zitaweza zikamsaidia, taweza nikawa hata na genge, nikauza labda hata matunda, nyanya, mboga mboga. Ila nijikimu kwenye maisha yangu, nisiombe tena. Nilikuwa nahitaji kwenda CBRT. Sasa ndio nilikuwa nahitaji nikipata msaada niende CBRT, gharama sijajua ni shilingi ngapi, lakini nilikuwa na maana na mikono eti inakakamaa, miguu inakakamaa.